Takribani watu kumi na wawili wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa kote Ukraine katika mashambulizi ya usiku ya ndege zisizo na rubani na makombora, maofisa wa kanda na huduma za dharura wamesema. Watoto watatu waliuawa huko Zaitomri magharibi mwa Kievu na mtu mwenye umri wa miaka sabini aliuawa katika mji wa kusini wa Mykolaiv, huduma ya dharura ya serikali imesema. Hatua hiyo inajiri siku moja baada ya Kievu kukumbwa na moja ya shambulio zito zaidi tangu kuanza kwa uvamizi wa Urusi na mashambulizi ya anga ya Urusi na kuwa takribani watu 13. Wizara ya ulinzi ya Urusi ilisema vitengo vyake vya ulinzi wa anga vilidungua au kunasa ndege 95 za Ukraine katika maeneo kadhaa ya Urusi, ikiwa ni pamoja na Moscow katika muda wa saa 4 Jumamosi usiku. Hakuna majeruhi walioripotiwa. Shambulio hilo la ndege zisizo na rubani lililazimisha kusimamishwa kwa kwa safari zote za ndege katika viwanja vya ndege vya Moscow. Rais wa Urusi Vladimir ya Putin alianzisha uvamizi kamili wa Ukraini mnamo mwezi Februari mwaka 2022 na, na Moscow kwa sasa inadhibiti karibu asilimia 20 ya eneo la Ukraini.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 Focus News, jina langu ni Deo Kaji Makomba.